i mbalimbali ziliadhimisha na kusherehekea sikukuu ya mashujaa leo hii, huku gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa FCPA akiandaa hafla hii katika uwanja wa shule ya msingi ya Matungu ambako alimtambua hayati Raila Amollo Odinga kama shujaa mkuu wa Kenya, akisema kuwa Raila Odinga ameaga dunia ila atadumu milele katika nyoyo za watu. Kwingine kwa, gavana wa kaunti ya Nyandarua Moses Kiarie Badirisha alihudhuria hafla hii katika uwanja wa soko la Tumaini ambako walijivunia mashujaa mbalimbali wa Nyandarua akiwemo hayati Dedan Kimathi, Mukami Kimathi na Brigidia Kifoko, wanamuziki, wakulima na walimu wa kaunti hiyo. Leo ni siku kubwa sana ambayo tunasherehekea miaka sitini na mbili tangu tupate uhuru, na leo ni siku ya mashujaa, na shujaa ambayo tunasherehekea siku ya leo ni kinara wetu hayati Raila Amollo Odinga. sherehe hizo zinafanyika kwa sababu ya Raila Amollo Odinga. Raila yeye amekuwa shujaa. Yeye amepigania demokrasia ya Kenya. Raila amekuwa mstari wa mbele kwa kutetea ugatuzi. Tunawashukuru kwa sababu ya kazi nzuri na kwa sababu ya wakati ningependa ninge kusoma habari ambayo niko naye.